mzaji ameandika, baba askofu, tumsifu Yesu Kristu. Ameandika: Kardinali Rugambwa, tunaomba apangiwe historia, tunu zake, unyenyekevu, kazi zake katika AMECEA Tanzania, Vatican na dunia kwa ujumla, ili watu tuweke maombi yetu kwa shida zetu na hapo, ili atangazwe mtakatifu mapema. Aliyeuliza hivyo anaitwa Ibrahim Modesti kutoka Rulengengara. Ni kweli, ni kweli, ni kweli kabisa. Mwadhama Laurian Kane Rugambwa ni tunu kubwa sana ya Tanzania na tunu kubwa sana ya Afrika na ulimwengu mzima. Ikumbukwe kwamba licha ya kuwa moja wapo ya maaskofu wa mwanzoni, mwanzoni alikuwa ndiye kardinali wa kwanza mwafrika. Kardinali wa kwanza Mwafrika katika tangu historia ianze, tangu historia ianze, Kardinali wa kwanza, na huyu Kardinali wa kwanza huyu Mwafrika ambaye amefanya, ame, ame, ameonyesha vizuri ile tunu ya ukardinali kama alivyokuwa anaandika Askofu Msarikie kwamba ukitaka kusema kardinali Mwafrika afananeje, akisema mwone Kardinali Rugambwa, kardinali Mwafrika ambaye ni kweli kweli mkardinali, afanane, afuate katika nyayo za Kardinali Rugambwa. Na kwa kweli yeye amefanya kazi kubwa sana, anianzia Bukoba na walimpa ukardinali kwa sababu ya ile moyo wa kichungaji ule moyo wa kuchungaji wa kupenda watu. Kule Bukoba walikuwa wamemweka kwenye kasehemu ambako kalikuwa ni dhaifu sana, ka maskini kabisa. Sehemu nzuri wakapeleka wamishari wote, wakatoka wakamoja na Waafrika. Lakini akiwa na Waafrika alianza kusema, tufanye uchungaji, tusianze kulalamika, wametuacha wakutupa wa hela wakutufanya nini, walikuwa hawana wajomba hawana nini. Akafanya kazi kubwa ya uchungaji kule mpaka anasomba miti yeye kwenye pikipiki, mpaka wakati anatembea wanamweka nyuma ya lole akiwa, akiwa askofu, hajali na, na, na, na, na, unajua kazi walikuwa wanavaa makanzu kila, kila siku na kanzu aliko nyuma ya lole waarabu wale walikuwa wanamweka nyuma ya lole wale wakamachum. Lakini kazi alifanya mpaka Papa ikamuona, hasa alikuwa ameonekana zaidi sana na mwalimu wake Askofu Kiwanuka wa Uganda ambaye ndiye alikuwa Mwafrika, askofu Mwafrika wa nyakati zetu wa kwanza kabisa. Akasema yule kijani yule nichamwona na mimi wakamfanya askofu. Na baada ya kufanya askofu wakamfanya kainari wa kwanza, na kama kainari wa kwanza amekuwa tunu ametupa heshima sana Tanzania. Yeye mwenyewe ndiyo mmojawapo ndiye yule aliyekuwa mwanzilishi wa umoja wa Afrika wa makanisa, kwa sababu katika mtaguso mkuu wa Vatikano ndiye aliyekuwa anaongea kwa niaba ya Afrika yote. Katika yule mtaguso mkuu wa Vatikano ndiye aliitwa kuongea kwa niaba ya Afrika yote akawa rais wa kwanza wa wa wa wa umoja wa makanisa ya kikatoliki ya Afrika, na yeye ndiye alisaidia kuanzisha baraza la maaskofu Katoliki Tanzania mwaka 1956 akiwa mwafrika pekee katika baraza la maaskofu Tanzania, yeye ndiye alikuwepo kati yao na wakaanzisha, ndiye aliyekuwa mmoja wapo wa waanzilishi wa AMECEA Afrika ya mashariki, na amekuwa kila mara mmoja wapo wa wale wanaoita walezi wa chuo kikuu cha Afrika ya mashariki kilicho Nairobi kuwea. Yaani, ukianza kuongea juu ya kardinali, kwa sababu ni mambo mengi sana bahati nzuri eh, Patrick Tibanga alishatufanya mahojiano juu ya kardinali na akaweka kwenye YouTube, eti waelete kidogo hapo, ndio ndio, ipo kupitia YouTube channel yetu ambayo tunapatikana kwa jina la Radio Mbiu mtazamaji au yeyote msikilizaji, ambaye natusikiliza akitafuta kardinali, maisha ya Kardinali Rugambwa ipo kuanzia sehemu ya kwanza hadi sehemu ya tano. E, ukitafuta maisha ya Kardinali Rugambwa pale kwa kweli unaipata kwa kinaganaga. Wewe nenda YouTube uliza, na vile vile nimeweza kuwa lao, nashukuru, nimeweza kuandika kitabu miaka, baada alipomaliza miaka kumi, tuliandika kitabu juu ya maisha ya Kardinali Rugambwa. Niliandika mimi juu ya maisha yake na nini, nikawatafuta na wale ambao walikuwa wanamfahamu akina Askofu Msalikie akaandika, Askofu mkuu Mtega akaandika, Askofu Balina akaandika, akaandika Askofu Ngarare kumtwa wakaandika maskofu wengi wakaandika, hata na walei wakaandika, akina mama lwena wakaandika, hata na wanafamilia wengine wakaandika, masista wa dada wadogo shirika lilolianzisha pale Dar es Salaam nao wakaandika, na mapadi wa Dar es Salaam akina fadhe Stephen Kaombe akaandika mle ndani, na hasa kwa namna ya pekee Monsinor Mbiku ambaye ndi alikuwa katibu wake kwa muda mrefu pale Dar es Salaam na ambaye alimpa huu monsinyori, naye akaandika vizuri sana juu ya Kardinali Rugambwa. Hivyo kitabu hicho kipo, ila bahati mbaya sasa kimeisha. Nilikuwa nimesia na picha nyingi, labda nitakuja kukipiga tena kakiwa kadogo zaidi kaweze kutoa kila kitu zaidi, lakini ukienda kwenye mtandao wa Bukoba wa Bukoba kaandika Kardinali katika Bukoba, walau maandishi kadhaa ya hapo nimeyaweka mle ndani, nimeyaweka mle ndani kwenye mtandao, unaweza ukayapata maandishi juu ya walivyoandika juu ya Kardinali Rugambwa, walivyoandika juu ya Kardinali Rugambwa. Nakubaliana nawe kabisa na ukiweza we, hajaweza kuombwa rasmi kwa sababu hajatangazwa rasmi, lakini pembeni pembeni, ukiomba hakuna nani kukataza. Unaweza kumwomba na ukipata chochote utujulishe, ili tusaidie na sisi kusukuma ili kwakwa na yeye aweze kuingia katika mchakato wa utakatifu. Ukiniuliza mimi, naamini na kabisa ana, ana haki kabisa ya kuingia katika mchakato wa utakatifu, lakini sio juu yangu mimi peke yangu. Itakuja sio lazima ije mara moja, itakuja, naweza kuja ikakimbia haraka sana ukaona, na wacha hata wengine wote waliokuwa nyuma yake. Tulipokuwa tukifanya makala ya miaka mia moja ya parokia ya Rutabu, moja ya swali ambalo nilimuuliza Padre Adeodatus Ruambiza, paroko wa parokia ya Bukoba, anasema ni mtu ambaye alikuwa akaona, kipindi kile, alikuwa ni mtu ambaye aliwashawishi mpaka wao kuingia kwenye upadri. Moja ya swali ambalo nilimuuliza, vipi, hakuna namna yoyote ya kumkumbuka na kupatia historia yake kwa vijana au watoto ambao wanakuwa na kuchipukia, hasa katika mafundisho ya komunio na kipaimara, kuhusu mwana huyu mtukuka wa Afrika mwadhama Kardinali Laurian Rugambwa kwa jimbo Katoliki la Bukoba, ili wamsome na kumkumbuka yeye kwa namna hiyo pengine hilo kwa jimbo Katoliki la Bukoba amjalifikiria pia. Nadhani tunapashwa kuanza tunapashwa kuanza tena, umenichokoza ume, ume, nadhani ni mimi nayepashwa kuanza mm. Kwa kwa sababu mimi ni kwa kweli niseme ni ukweli, kingine nilikuwa karibu sana naye nilikuwa karibu sana naye na nimeandika juu yake juu ya historia yake juu ya nini. Nadhani napashwa kutoa zaidi juu ya historia yake na kutoa na kuitangaza zaidi kuliko hata tuvyokuchafanya mpaka sasa Kuliko uchafanya mpaka sasa. Na sasa hivi vitu kumbukumbu, ninashukuru sana Kardinali Pengo pale, alianza ile hospitali aliyoianza ile ya ile ya Ukonga. Ndio. Ile ya Ukonga tani hospitali walau ina jina la Kardinali Rugambwa, hospitali ya Kardinali Rugambwa. Na vile vile shule tuliyoianzisha pale tulikuwa iwe chuo kikuu, na bado tunatumaini kwamba siku moja itakuwa chuo kikuu, walau ni kwa ajili ya kumbukumbu kumbu ya Kardinali Rugambwa. Lakini nadhani tunapaswa kufanya mm -hmm. vingi zaidi kumuenzi na kumkumbuka na amezikwa katika katedrali ya Bukoba na ndio tunu, ndio ndio kitu kikubwa katika katedrali hiyo. Na nashukuru sana watu wengi kutoka Dar es Salaam wanaokuwa wanakwenda na, na mgongo na wapi wanapita pale kuja ku, kusali kwenye kaburi la mwadhama la Uliani kani Rugambwa wakikumbuka mema mengi sana aliyoyafanya kwa ajili ya jimbo kuu la Dar es Salaam ni mengi sana. We, ukipata ile kwe, ukiingia kwenye mtandao kavisoma utaviona, itabidi ni chape kitabu kingine. Yeah, na msikilizaji, tafute na waifuatilie makala hiyo kuhusiana na maisha ya Kardinali Rugambwa kupitia YouTube channel kwa jina la Radio Mbiu. Hakika tunatakiwa kumwombea, na tunaamini na yeye anatuombea kanisa, ambalo sisi tupo wasafiri na msikilizaji tafute na waifuatilie makala hiyo kuhusiana na maisha ya Kardinali Rugambwa kupitia YouTube channel, basi utajifunza na kufahamu vingi ambavyo skofu Method Kilaini amesimulia katika makala hiyo kupitia YouTube channel kwa jina la Radio Mbiu.